Niko na video yangu hapa niwapatie dakika moja moja. Si ndio? Niko na seneta wa hapa Laikipia, Mheshimiwa John Kenywa. Iyo maneno anasema ati atashika rigati kashangwa, ajaribu ajaribu ajaribu, ajaribu! Harambe kaya ni mtu yangu Karabi, oi <tuk> <tuk> Sasa hapa Karabi <tuk> nimekuja kusikiza Karabi. Unasemaje? <tuk> Ati one time. Hapa ni one time. Harambe wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji. Kasongo ende asiyende, kasongo ende asiende. Na mimi niseme, watu wetu wa jamii ya Wakalenjin, marafiki zetu hapa. Sisi hatuna shida na jamii ya Wakalenjin, ni marafiki zetu shida yetu ni Kasongo, na hatuwezi bebesha mzigo ya mtu moja jamii nzima, sindio? Na mimi Wakalenjin walinipigia kura na niko na shukurani. Hawa Wakalenjin ni ndugu zetu, ni dara zetu. Mimi nataka tuishi nao kwa amani, tumekubaliana, tumekubaliana. Hawa Wakale ni watu wazuri, ni wangwana. Hata hawa wanalalamika Kasongo amechukua ma maendeleo amepeleka kwa Raila na wati yake hako pigia kura hao Wakale wanaramika vile kila mtu nanaramika, sindio? kwa yeah. guwa wani reda kuga, I want to clarify, sisi ya tuna shida na jamii ya wakaleji ata kidogo. Shida yetu ni Kasongo, ni mtu mmoja, sindio? Kasongo hende ya siende. Kasongo ni one time, si one time. Wakamu anasema kasongo hende, kasongo hende. Watu wa karadi, nimekuja kusema jambo kujulia nyinyi hali na kuambia nyinyi Wakenya wote, tumekubaliana huyu Kasongo lazima aende nyumbani kwa sababu ametusumbua, ameharibu uchumi, ameua jenzii, ameua jenzii, ajaua, ameua jenzii ya ajaua, ame jenzii mpo, jenzii mpo nyinyi. Jenzii ndiyo dawa ya Kasongo, muchukue vitambulisho zindio. Ndiyo wakati ikifika, tuende kwa kura tufukuze hii mtu. Sisi tulifanya makosa ya kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Sasa tumeunda chama chetu cha DC. Mnajua DCP? Mnajua ishara yake? Nikisema DCP unashika masikio na sema sikiza ground. DCP DCP, wacha niona watu ya DCP. Sasa hapa iko mtu ya UDA. Wapi moja UDA ye? Haki ya Mungu hata moja? Ni wae uni ya UDA ye? Ehe? Wae ni ya UDA eh? Ni, oh, ni mkono. Oo! Oh. Hapa hiko sapota ya Kasonga? Hapa hiko sapota ya Kasonga? Wapi sapota ya Rigiji? Mimi <applause> nataka nimwambie, hii safari ya kukomboa Kenya tumepanga vizuri. Na tumeshikana na viongozi wengine akina Kalonzo Musyoka, akina Yuji, akina Matiani. Na tutaketi tutoe kiongozi mmoja wa kupambana na Kasonga. Tunakubaliana? Arambe. Mambo ya usalama hapa Laikipia West, mnajua siku nilikuwa hapa 1998, baada ya clashes ya almoran. Mimi ndio nilegesha usalama hapa. Hii police station ya Karadi, mimi ndio niweka hapa. Hii police station ya Seria, mimi ndio niweka ile ya Tandare mimi ndio niliweka, ile ya majani mimi ndio niliweka. Juzi nikiwa naibu wa rais niliongea, si nyinyi askari ya NPR. Nilijia, naweza kazi ya NPR hawezi, anaijua, haijui mambo hapa. Mimi najua kila kitu, hata hii msitu ya Lariak, hii wanyama ndovu zinakuja kusumbua watu wetu na kukula mahindi. Tukiunda serikali hii maneno mimi nitakatua, tumekubaliana, lakini mtanisaidia

Musaliti aende asiende, wangapi wanasema? Msaliti aende, msaliti aende. Harambe. Niko na vijana yangu hapa niwapatie dakika moja moja, si ndio? Niko na senata wa hapa Laikipia, Mheshimiwa John Kenywa. Harambe. Harambe. Tunaregadi kato tunaregadi tuko hapa ama tuko hapa aende asiende? Asiende. Asiende. ameharibu uchumi ya ajaribu. ndovu anakula hapa ama hawakuli? nasiraro nijoukaakozirarerwo gasongo endi asiende. Harambe, harambe. Sisi tumesema ya kwamba tuna support wale ambao wanasema kitura Murkomen, hiyo maneno anasema ati atashika regazi kashagwa. ajaribu Ajaribu, ajaribu, harambe! Asanteni sana, niko na kijana yangu, kijana hatari getungati, Senator, seneta wa Nyandarua, John Memo Abana, unajua Kasongo anasikiza, na unajua Kasongo anaangalia karandi, vile mambo inaendelea. Sema hapa nasema hapa, iko watu yake kidogo, so lazima usema wanda mkubwa mpaka Kasongo katetemeke. Harambe, harambe! Aende asiende, aende asiende, aende asiende! Mimi nasema jambo moja, hii mtu anaitwa Kasongo. Na mbaba mwingine anaitwa Raila Odinga, alikuwa na tuzi zizi. Raila Odinga alitwambia Kasongo ni mwizi nae ka, e, Kasongo akatwambia Raila ni mganga. Sasa nataka tushikanishe mganga na mwizi. Waende wasiende? Waende wasiende? Waende wasiende? Asante sana, niko na kijana mwingine, senata wa Kiambu, Karungo wa Thang'wa. Hey, hey. Nenywe hey. Kama vile mdosi amesema, mimi kwetu ni Kiambu. Na najua pia hapa niko na marafiki wengi sana wa Kiambu. Harambe! Harambe! Sisi tukiwa laikipya leo, tunatangazia yule mtu anaitwa Murkomen, tunasema tunamwambia aache kazi leo sababu alisema vijana wapigwe risasi Siache kazi Huyo ni mtu aelewi na hedeo mayao ahiketie mwiretu wa, wa raaa muraga mayao aahorihiage ah, neno mwe nyumba mimi ningetaka kuambia hivi sisi tutaendelea kushikilia rigijii si ndio koria gwito kiabu tugeta mondo ne rigijii izanatogirumo kaarama yao. Sisi sizi tunasema nirigiji, nyinyi munasema ivo. Harambee! Harambee! Asante, niko na senata wa Muranga, Senata Joe Nyutu. karadio karadio jenzi mpo Nilifikiria nikwetu Murang'a peke yake, hata hapa ni wantam. Asante, mimi nataka niseme tu jambo moja, kwa sababu nimeambiwa kwamba tuna ndugu zetu wa kale wa ng'ambo ile ya Baringo, kwamba sisi kama alivyosema mkubwa wetu, hawa ni ndugu zetu, na sisi tulichagua William Ruto tukijua ni mkale, tukampenda sana lakini yeye akatudharau akatudharau, na kwa hivyo sisi kama alivyosema mkubwa wetu Rigiji, hawa ni mandugu zetu na hatuna shida na wao. Shida yetu ni kaa sasa. Unajua Kasongo kwa siku nyingi ameitwa mwizi tu, naona ashakuwa pia mchawi sasa, kwa sababu amemchukua mzee Raila Molo Odinga mzee sasa hajifahamu, mpaka ninamwona juzi akisema ati regret ati ile adani ati hai kufanyika. Nikasema lol lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Mzee wetu Raila Amolo Odinga amerogwa na Kasongo. Kumbe Kasongo si mwizi tu sasa bali pia ni mchawi. okana abesha mamona kura kasongo